indi kira tu vaimiani ati bakinyira mayani e, itararu ne kenda ya tunea na bandu kinya naraura e, miunda ane bauketha ibamenyere mayani yau bayeka githiikine na yakethira ininitue kenda ya wataruo yaikinya ki vandane yakinya mayani ya fresh Baptista Kanyaru uria nue chairman wa directors den ya kiogwoiti factory nuugite bari na machini injeru ere aremi bakomba kuthirwa kithimira na mayani yao utigera matheta ya aremi mi ya kwani bakuya mayani ya kuniania itureira kinya na technology ingi igwitwa tamper proof

Kenya Bureau of Standards. Na muthia aciarini boritwe bakonkumia aana ba cukuru kiri utui ba mayani igitumi bakomba kwithiwa bakibenyangiri kithomo kiao untu aciari beritwe bombe kwithiwa bakimenyeera antu abwega gutigira aana bakuthoma ni kenda bagatuoka babata uturone bwao goi na igembe tuko rainforest alliance certified na tuko fair trade certified. 95% ya shayetu huwa inaenda ng'ambo And most of it goes to UK na tukiwa certified namna hiyo ni kumaanisha eh, tuko na mahali ya kuuza huwa tunafanyiwa audit then tunakuwa certified. Uh, tunawahimiza mambo ya child labor. kwa sababu chai sana sana 95% inaenda ng'ambo eh, tunasimamiwa na international laws And, e, kama International Labor Organization na ot, also kuna sheria kama za nchi ajira za watoto. Hiyo mikakati tumeweka na tumeona vile siku zinaenda, watu wanaufahamu, wana si rahisi kupata watoto wameajiriwa kwa mashamba, ni ngumu kiasi, hata ukipata ni labda moja mbili and, na tunaona vile tunaendelea kuwasomesha wamekuja kuelewa haya matakwa, kwa sababu hatuwezi maliza hiyo chai yetu peke yetu e, tukijua Rainforest and uh, fair trade certifications ni kibali moja ya kuuza uh, chai uh, ng'ambo, na lazima tu maintain hizi certifications kibta tv ndemrignegebesitaezl